Ndugu wa Tanzania, kuanzia tarehe ishirini na tisa Oktoba nchi yetu imeshuhudia maandamano ya amani yaliyofanywa na wananchi wanaohitaji haki na uwajibikaji wa viongozi wao. Kwa bahati mbaya sana, maandamano haya yamekumbwa na vitendo vya ukatili usioelezeka wa mauaji wa raia na majeruhi waliokoswa kuwawa uliofanywa na askari wa jeshi la polisi. Ndugu wa Tanzania, hali hii imefanya nchi kunuka damu za raia wake, familia zikilia kwa kupoteza wapendwa wao, taasisi mbalimbali zikilia kwa kupoteza wafanyakazi wao, vyombo vya habari vikilia kwa kupoteza waandishi wake, na sisi Chadema tunalia kwa kupoteza wanachama wetu, viongozi wetu na Watanzania kwa ujumla. Ni msiba wa kitaifa ni msiba wa taifa zima unaoumiza roho na unahitaji mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kisiasa. Ndugu wa Tanzania, kutokana na matukio ya kusikitisha yaliyosababisha vifo, majeruhi na kupotea kwa baadhi ya wananchi wetu, Chadema tunatangaza rasmi siku saba za maombolezo ya kitaifa kuanzia tarehe tano Novemba mpaka tarehe kumi na moja Novemba. Ndugu wa Tanzania, ili kuonyesha heshima na huzuni ya taifa, bendera zote za chama katika ofisi za chama zitapepea nusu mlingoti kila siku kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni katika siku zote saba za maombolezo. Ndugu wa Tanzania, katika kipindi hiki cha maombolezo chama, chama kinaazimia watu wote kushirikiana katika kuombolezo, kuomboleza na kutoa pole kwa familia jamaa, na marafiki wa wale waliopoteza maisha na waliojeruhiwa. Vilevile tunahimiza watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki, kushiriki mazishi ya ndugu zetu waliouawa ili kutoa heshima stahiki kwa waliopoteza maisha wakidai haki na demokrasia kwenye taifa letu.